Vodacom kazi ni kwako. Taarifa iliyotoka Ikulu ya Tanzania kwenye agizo la rais John Pombe Magufuli Novemba 30, 2015 ilisema fedha zilizotakiwa kunogesha shamra shamra za siku ya uhuru Tanzania Disemba 9 ni bilioni 4, na kwa sababu shamra shamra hizo zimeondolewa, hizo pesa zitatumika kupanua barabara ya Morocco Mwenge, dar es Salaam, yenye urefu wa kilomita 4.3 kwa kuiongezea njia mbili za lami Desemba mosi 2015. Haya ni mambo matatu ya kufahamu kuhusiana na hiyo barabara. Wakala wa barabara Tanzania, TANROADS, wameanza kutekeleza maagizo ya rais Magufuli kwa kuanza kuiandaa barabara hiyo kwenye eneo la upanuzi. Ujenzi kwenye huu upanuzi utatumia miezi sita kukamilika. Wakala wa barabara TANROADS wanasema watu wanaofanya biashara kando kando ya hii barabara na wale wanaoegesha magari wanatakiwa kuondoka mara moja kuanzia sasa hivi. kitu gani kingine unahitaji kutoka kwa Millard Ayo? Subscribe hapa YouTube ili kila siku niwe na kutumia story kama hizi kwenye video. Kupata zile exclusive, unaweza kujiunga na SMS update za Millard Ayo. Kama unatumia Tigo, andika ayo kwenda 15510. Video na update nyingine za faster faster ni kwenye millardayo.com, pamoja na page za Facebook, Twitter na Instagram zenye jina la Millard Ayo M -I -L -L -A -R -D -A -Y -O.